Unataka kuwa huru kifedha? Video hii ni sahihi kwa ajili yako. Tafiti zinaonyesha asilimia tisini ya biashara zinazoanzishwa huwa zinafeli. Kwa nini? Ni kwa sababu hawafahamu haya unayokwenda kujifunza kwenye video hii. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha mambo matano ya muhimu sana kuyazingatia kabla ya kuanzisha biashara itakayokupa uhuru wa kifedha. Yafanyie kazi yote utakayojifunza hapa na hutaka ufeli kwenye biashara au miradi mbalimbali utakayoianzisha. Namba moja: zingatia uhitaji. Biashara yoyote ile, ili ifanikiwe, ni lazima iwe ni biashara inayohitajika kwenye jamii. Haijalishi utaifanya kwa njia ya kawaida au kwa njia ya mtandao, ni lazima iwe ni bidhaa au huduma inayohitajika kwenye jamii. Tofauti na hapo, hiyo biashara haina muda mrefu, itafeli. Kama nilivyotangulia kusema, tafiti zinaonyesha asilimia tisini ya biashara zinazoanzishwa huwa zinafeli, na sababu mojawapo ni biashara hizi kuanzishwa bila kuzingatia uhitaji uliopo kwenye jamii husika. Watu wengi wanaanzisha biashara, si kwa sababu wamezingatia uhitaji uliopo kwenye jamii husika, bali ni kwa sababu wana ujuzi fulani, au wanataka nao wawe miongoni mwa watu wanaofanya biashara. Wengine wanaanzisha biashara kwa sababu wamemwona mtu mwingine akifanya hivyo, wanafikiri wakianzisha biashara kama yake watapata mafanikio kama yake. Kwa mfano, umemwona mtu amefanikiwa kupitia biashara fulani akiwa eneo tofauti na lako, labda mtaa tofauti na wako, mkoa tofauti na wako, au hata nchi tofauti na yako. Ukianzisha biashara kama yake, uwezekano wa kufeli ni mkubwa, kwa sababu hujazingatia uhitaji uliopo kwenye eneo lako. Yeye yeah, amefanikiwa kwa sababu biashara yake inahitajika kwenye mazingira yaliyopo, ila kwenye mazingira yako inawezekana haina uhitaji. Kwa mfano ukifungua studio ya muziki kijijini kwa wakulima ni lazima utashindwa. Kwa nini? Ni kwa sababu uhitaji utakuwa mdogo sana au hakuna uhitaji kabisa. Wakulima hawana haja ya kuimba, wao wanawaza kuboresha kilimo chao ila ukianzisha biashara kuuza pembejeo za kilimo au ukaja na namna bora ya kupata mazao mengi bila gharama kubwa, bila shaka biashara yako au huduma yako kwa wakulima itafaulu na utafanikiwa. Haimaanishi biashara ya mziki ni mbaya, tunaona watu wengi wamefanikiwa kupitia mziki, ila ukikosea eneo na uhitaji uliopo kwenye jamii husika, ni lazima utafeli. Hakuna biashara nzuri au mbaya, Biashara zote ni nzuri ikiwa zinakidhi mahitaji yaliyopo kwenye jamii husika. Hivyo, kabla ya kuanzisha biashara yoyote ile, fanya utafiti kujiridhisha kama inahitajika kwenye jamii husika kabla ya kuianzisha. Namba mbili, ugumu au wepesi wa kuianzisha. Kama biashara yako mtu mwingine anaweza kuianzisha kirahisi, tarajia ushindani na uwezekano wa kufeli ni mkubwa. Ila biashara yako kama mtu mwingine hawezi kuifanya kirahisi, tarajia kufanikiwa kwa asilimia kubwa. Hii ni kwa sababu ushindani utakuwa mdogo na utapata wateja wengi tofauti na biashara yenye ushindani mkubwa. Unajua ni kwa nini kampuni ya Coca-Cola imefanikiwa sana na inadumu hadi leo? Ni kwa sababu formula wanayotumia kuandaa unga ambao ndio unatumika kutengeneza kinywaji cha Coca-Cola, hakuna mwingine anayeweza kuuandaa na kupata kinywaji chenye ladha sawa na Coca-Cola. Walikuja Pepsi na wana formula yao tofauti ila bado ladha hazifanani licha ya vinywaji kufanana rangi. Mfano mwingine ni migahawa ya KFC, nao wana formula yao wanayotumia kupikia kuku, na ndio maana kuku ni yule yule, ila ukila kuku wa KFC ana ladha ya kipekee tofauti, na ukimpika nyumbani au kila sehemu nyingine. Kwa nini nakupa mifano yote hii? Nataka uone umuhimu wa kujitofautisha kwenye biashara. Tafuta kitu ambacho mtu mwingine hawezi kukuiga kirahisi na utafanikiwa upesi. Hata kama unapika maandazi, pika kitu tofauti kiasi kwamba mtu mwingine hawezi kupika kama wewe. Chochote kile unachokifanya, jifunze kujitofautisha na jifunze kutunza siri. Nimekupa mfano Coca-Cola, Pepsi na KFC; wote hao wamejitofautisha na wanatunza siri ya fomula wanazotumia, na ndio maana wanafanikiwa hata sasa. Namba tatu, Lazima uweze kuitawala biashara yako, ni lazima uweze kuitawala wewe binafsi. Kuna watu ambao wanawekeza fedha zao kwenye biashara ya mtu mwingine au kampuni ya mtu mwingine kwa kigezo cha kugawana faida. Wengi wameishia kupata maumivu kwa sababu wamewekeza fedha zao kwa njia zisizo rasmi. Hii haimaanishi kila uwekezaji ni mbaya, ila unapaswa kuwa na hekima ya kutambua kwamba kama unajihusisha na biashara ambayo ipo chini ya mtu mwingine, hiyo biashara huwezi kuitawala. Na siku huyo mtu au hiyo kampuni ikibadilisha sera au ikifunga hiyo biashara, nawe ndio unakuwa mwisho wako. Kwa nini? Ni kwa sababu huwezi kuitawala. Hivyo ili ufanikiwe kibiashara na uwe huru kifedha, ni lazima uzingatie hiki kipengele cha utawala. Ni asilimia chache sana ya watu ndio matajiri hapa duniani, Ila ukitazama matajiri wote hapa duniani utagundua wao ndio waanzilishi na watawala wa biashara wanazozifanya. Hakuna tajiri ambaye yupo chini ya biashara ya mtu mwingine. Weka hilo kwenye ufahamu wako. Ukiwa chini ya biashara ya mtu mwingine, unakosa utawala na unamtajirisha yeye, pamoja na kutimiza malengo yake, badala ya kujitajirisha wewe binafsi. Hivyo kama unataka utajiri na uhuru wa kifedha hakikisha wewe ndio mtawala kwenye biashara zako. Namba nne, namna ya usambazaji. Kuwa na biashara ni jambo moja, kuuza bidhaa zako au huduma yako na kupata faida ni jambo jingine. Hii video inaweza kuwa ni video bora sana kuwahi kuruka kwenye mtandao wa YouTube na ina uwezo wa kubadilisha kabisa maisha ya kila anayeitizama na, na kuyafanyia kazi haya, ila akishindwa kuwafikia watu wengi itakuwa imeshindwa kubadilisha maisha ya watu wengi. Ndivyo ilivyo kwenye biashara. Unaweza ukawa una bidhaa nzuri sana au unatoa huduma nzuri sana, ila ukishindwa kuisambaza kwa watu wengi au kwa wateja wengi utafeli kwenye hiyo biashara. Hivyo, kabla ya kuanzisha biashara, hakikisha umejipanga kwenye eneo la usambazaji. Hii itakufanya uweze kuwafikia wateja wengi zaidi, uuze na uone faida na ufanikiwe kwenye hiyo biashara. Namba tano, muda. Unafikiri ni kwa nini unataka kuwa huru kifedha? Au unafikiri ni kwa nini mtu anataka kuwa huru kifedha? Ni ili uwe na muda wa kufanya chochote kile unachokitaka kwa wakati wowote wa ule unaotaka na mahali popote pale unapotaka. Ni ili uweze kujiamulia kufanya mambo yako bila kuomba ruhusa popote. Kwa kuzingatia hilo, ni lazima uhakikishe biashara unaotaka kuifanya itakupa muda wa kufanya hayo unayoyataka. Usianzishe tu biashara ni biashara, jiulize maswali kwanza. Je, hii biashara bila uwepo wangu itasonga mbele au ndio itanihitaji niwepo muda wote? Ngoja nikufunulie siri ambayo watu hawatamani uijue. Kwa dunia ya sasa ni rahisi sana kufanikiwa kupitia mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii ni njia mojawapo nzuri ya kufanikiwa kibiashara na bila kuhitaji uwepo wako. Biashara yoyote ile utakayoamua kuifanya ifanye pia na kwenye mitandao ya kijamii unafahamu kupika keki usiishie tu kupika keki washa kamera yako na ingia mtandaoni fundisha watu jinsi ya kupika keki hapo utapata faida mara mbili utauza keki zako na bado utapata wanafunzi mtandaoni watakao kulipa ili ujifunze kupika keki kupitia wewe una elimu ya mazoezi washa kamera yako na jirekodi ukifundisha watu jinsi ya kufanya mazoezi Chagua mtandao wowote inaweza kuwa YouTube, TikTok, Facebook, Instagram au mtandao wowote ule. Nafanya biashara zako humo, ni rahisi sana kufanikiwa upesi ukizihusisha biashara yako na mitandao ya kijamii, na utapata muda wa kutosha wa kufanya mambo yako mengine. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.